MCS tunawaambia, amkeni, tokeni kwa usingizi, wacheni kukaliwa, acheni kukaa asif kama, kama tuko kwa comfort zone. Wacheni toke kwa usingizi ambao tumelala, kwa sababu sofa, ukiangalia MCS angalia hata kaunti zingine wanaongea na wanafanya mambo ambayo inatakikana, kama ni kuimpeach huyu gavana. Kwa sababu hata hakuna kitu inafanyika, wacheni akuwe impeach. Kwa hivyo MCS, jipangeni, leteni hiyo mswada yote, mlete kwa seneta, kwa sababu ako hapa na pia naye aweze kuipeleka kwa Senate ili tuweze kungoa nani? tuweze kungoa nani. Inafika hapa 1.2 kila mwezi na zile ambazo zinaokotwa katika kaunti yetu hizi pesa zote over 2 billion, billion tunataka zifa, ziweze kufanywa auditing, yeah. Yeah, a proper auditing. Yeah, iweze kufanywa ili tujue hizi pesa baada ya kuokotwa zinapelekwa wapi, nani wanachukua. Tumesikia majuzi pesa zinabebwa mpaka na mabags na magunia yeah. Hizi pesa zinabebwa na magunia na mabags zinapelekwa wapi? Leo hii hospitali hakuna madawa, leo hii kwa hizo hospitali watu kwa kitanda moja wanalala watu watatu. Watata. watu wanne, yes, yes, mpaka mm, mm, watu watano wanalala kwa kitanda moja. So the big question is, kwani pesa zinaenda wapi?